Urusi imetangaza saa 72 za usitishwaji vita nchini Ukraine, kati ya Mei tarehe 8 hadi 10, siku ambazo zitaendana na maadhimisho ya ushindi wa nchi hiyo, wakati wa vita vya pili vya dunia. minslet ijai Tangazo hili la Urusi, ambalo halikutarajiwa, limekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kumtaka Putin kuacha kuishambulia Ukraine na kukubali mkataba utakaositisha vita hivyo vya miaka mitatu. Ikulu ya Kremlin imesema kutokana na sababu za kibinadamu imeamua kutoishambulia Ukraine wakati wa maadhimisho hayo ya miaka themanini, lakini ikaonya kuwa iwapo itashambuliwa italazimika kurejea kwenye vita. Hata hivyo, Ukraine imejibu tangazo hilo la Urusi kupitia waziri wake wa mambo ya nje Andrii Sibiha ambaye amesema iwapo Moscow inataka amani ya kweli ni lazima iache haraka mashambulio yake badala ya kusubiri Mei tarehe 8. Haya yanajiri wakati huu Marekani ikiendelea kutoa shinikizo kwa pande zote kukubali na kutia saini pendekezo la kusitisha vita kwa siku thelathini.